Ni mkutano wa kampeni wa chama cha ADA TADEA hapa katika soko la Kachoma, Tabora mjini. Kwanza walihubiri amani kuelekea uchaguzi mkuu. Mmeambiwa kuna maandamano, mimi nawasihi, msiende mkaandamane. Nyinyi maandamano yenu ni kwenda kupiga kula. Yule anakuambia twende tukaandamane, mwambie kwanza tuone familia yako imetangulia mbele. Nchi yetu ni ya amani Mgombea Urais George Gabriel Busungu ameahidi kumaliza tatizo la ajira kwa vijana. Tumesema tutatengeneza mji maalum kwa ajili ya teknolojia. Nia yetu ni nini? Vijana wote wale wanaomaliza shule, sipendi kuona wanazurura mtaani. Watakwenda kwenye jiji lile, kila mtu mwenye kipaji chake, aliyemaliza shule, katoka jeshini, anaingia pale, anaonyesha kipaji na kipaji chake serikali inamsaidia. George Busungu amedai hilo litawezekana. Tunataka tuekie Tanzania ina setilaiti zaidi ya ishirini kwenye anga nje ya dunia. Hiyo ndio inaitwa mapinduzi ya teknolojia. Hiyo ni suala la pili katika mapinduzi ya njano. Mikopo kwa wafanyabiashara wadogo na wale wajasiriamali inayotolewa na halmashauri, serikali yake itaboresha tunataka iwe asilimia kumi ili wafanyabiashara biashara wapewe mikopo kwa masharti nafuu. Tunataka tuete mabadiliko, tujenge mabilionea wa kitanzania ili kuleta maana halisi ya mabadiliko ya kiuchumi. Serikali atakayoiunda mgombea George Busungu amesema itajenga masoko ya kisasa nchi nzima. Kwa hiyo ADA TADEA inataka kubadilisha nchi hii katika muda wa miaka mitano tu, inakuwa ni zaidi ya Ulaya. Mimi nawambieni, mkitaka tupige hiyo hatua, ni chagueni mii. Lakini pamoja na yote mazuri, usalama wa wananchi ni jambo la muhimu alilolipa kipaumbele. Kila mkoa kuwe na helikopta, jambazi likitoroka hapa, helikopta na ruka chwapu. Nia yetu ni kwamba hii mambo ya kutekwa, sijui kuwawa nini, hatutaki kusikia sisi hapa. Juma Jumakapipi, Azam News Tabora.